Uengeneko ni kwamba wakulima katika eneo la Chaka katika kaunti ya Nyeri wametafuta njia mbadala ya kujikimu kimaisha baada ya kuwepo kwa ushindani mkali ya katika sekta nyingi za kitega uchumi. Elvis Kosgei alitembelea kaunti hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ukiwatizama utadhani ni samaki wa kawaida, lakini samaki hawa ambao hupatikana mitoni hasa katika maeneo ya baridi yakiwemo Aberdares na mlima Kenya kwa baadhi ya wakazi wa maeneo haya, samaki hawa ni azina kuu na tunu waliojaliwa. Mathalan, katika eneo la Kabaru kaunti ya Nyeri, samaki hawa wanaaminika kuwa na faida nyingi kuu zaidi. Wafugaji hawa wa shirika la Jitunze wamedai kuwa imetoa suluhu ya kudumu kwa wake wanaopiga waume zao na kufanikisha vita dhidi ya unywaji wa pombe haramu. kama kwetu Kieni saa hii kwa sababu tu introduce hii samaki vijana sasa hata wamepata kuna mtu wako na hata watoto watatu wanne. Endapo ulidhani ufugaji wa samaki ni kibarua rahisi, hapo umenoa. Ni kazi inayohitaji moyo na uvumilivu mkubwa. Wafugaji hawa wanatuchukua hatua kwa hatua, huku hatua ya kuwatagisha samaki hawa ikihitaji umakinifu mkubwa. Hiyo ndio inaitwa, hii ni hatchery ama maternity, mahali ambavyo tunaleta mayai so tunaleta samaki ambaye tayari saya, ako Right by, by then. Kando na kuwapa ajira zaidi ya vijana ishirini na sita wanaofaidi mauzo zaidi ya laki nane kwa msimu. Kwa mjibu wa wafugaji hao, kilimo hicho kimewafaa pakubwa na kuongeza nuru katika maisha yao. Last year, tukayusa, mwezi wa samba ikatuletea 840,000. Na kwa kuwa hakuna zuri ilisokuwa na baya, wafugaji na wakulima hawa wanadai kukabiliwa na changamoto chungu nzima, hasa ikizingatiwa samaki hawa wanafaa kulindwa kwa saa ishirini na nne na hii samaki inataka maji safi, safi kabisa. Tunaona vile amekaa. Kwa mjibu wa Mkurugenzi Mkuu wa shirika la Volunteer Africa Rosalia Miriti, wakulima na wafugaji wanapaswa kuelimishwa kupitia kwa teknolojia mambo leo. Internet sana sana ndio challenge kule mashinani kwa sababu napata kwingine tunaenda hata network kushika ya simu ni shida, internet hakuna so hii ni changamoto ambayo inapaswa kuangaliwa. Sasa hiyo ni mayaji kwao. Juhudi hizo ni kama mnara mrefu wa matumaini ambao utawafaidi wa pakubwa wakazi wa Nyeri kwa kile wanachokiita sasa njia mbadala ya kujikimu kimaisha. Elvis Kosgei, katika eneo la Kabaru, kaunti ya Nyeri.